Magorofa yote haya, nyumba hizi zote zenye air condition, kama wanadamu wote hawapo, baada ya muda ni mapango ya mbweha. Kwa hiyo mwanadamu ndiye anatakiwa kupewa kipaumbele, kuheshimiwa, kusemeshwa vizuri, kusikilizwa. Lakini leo sisi tunawateka hawa wanadamu. Sasa unasema nataka kujengea jumba, afu namteka huyo, nakuletea maji, afu namteka huyo, nakujengea barabara, afu anatekwa huyo. Lazima kiongozi yoyote anayejua anachofanya focus yake iwe ni watu, watu asubuhi, wa watu jioni, watu usiku, watu mchana, watu ni wa muhimu kuliko vitu, na viongozi wazuri wanatoa kipaumbele kwa watu. Ndugu zangu, ukiona giza limekuwa zito sana, ujue asubuhi inakaribia. Giza limekuwa zito sana, watu wanaishi kwa hofu. Mimi kipindi hiki nimekuwa kimya, watu wananipigia, wananitafuta, Mheshimiwa yupo? Gwajima yupo? atakuwa ameshaondoka? Jamani, atakuwa ameshaondoka? Naye nipo, nipo na nipo sana, nipo sana kwa sababu Mungu amenipa neema ya kuendelea kuwepo. Hatari inazozipita si za maana sana, ukilinganisha na umuhimu wa taifa letu kwa siku zijazo. the dangers I meet are less important In comparison with the necessity of protecting our country in the future. Hatari ni nyingi, unatembea mtu uh, uh, kwenye mashimo kwenye mahandaki, lakini nasema iwe kwenye mahandaki iwe kwenye mashimo iwe kwa kujificha iwe kwa kuishi au kwa kutokuishi, lazima mimi nitaisimamia nchi yangu na kuitetea nchi yangu. Na utekaji, hapana. No, na tutazame kule mbele, asubuhi inakuja Siku ambayo kutapambazuka, tutembee mitaani, hatuna hofu ya kutekwa wala kupotea. Siku ambayo mtu atakuwa wa thamani kuliko kilomita za barabara ya lami au ya zege. Siku ambayo uhuru wa kuongea na kukosoa utakuwa wazi, utazungumza bila ya kumwogopa mtu. Siku zinakuja. Sasa hata kuipata haki imekuwa shida. Unaona, mtu anahangaikia haki. Kwa mfano, nikupe mfano mzuri, vyombo vya kutoa haki kwa mkono wa sheria vinatakiwa kuwa famu, mahakama zetu ziwe famu.